Salimea, ukiangalia hoja zilizo nyingi hatukutakiwa kuona kwa hoja nyingi. Ni compliance, kuna nyingine zinaozendeozeji kidogo, ambazo nadhani si vizuri, kwa sababu watumishi tunaongozwa kwa sheria, taratibu, kanuni na miongozo mbalimbali ya serikali. Tunaishi kanuni, kwa maamuzi, ushauri na utekelezaji wetu wa majukumu yoyote tunayoyafanya lazima tujiridhishe na kuhakikisha kwamba tuko ndani ya kanuni husika. Mahala saimea tumeona hao msiko nyingi magari ambayo yameegeshwa kwa muda mrefu. Unaweza kukuta gari imeegeshwa kwa sababu tu haina

tegemea kwenye taarifa hii. Bado ni kweli, tumezijibu hoja, wataalamu wamezijibu, lakini tunaona kama mkoa bado hizi hoja ni nyingi. Mheshimiwa mkuu wa wilaya amesema na kusisitiza pangalau tuwe kwenye single digit moja, mpaka tisa, anga angalau. Nasema kweli, watu wako tunafanyia kazi shughuli mbalimbali lakini hoja hamsini, sitini, themanini hili linakuwa alina afya changamoto, ambayo anajaribu kuiona na kwenye maeneo ni vile ambayo tumepita. Uwajibikaji wa pamoja kwa maana ya CMT hauko, kwa maana ya jikuhizihoja lakini nakutekeleza hoja nyingi zilikuwa zikijibiwa na watu wasio na uwezo, na pengine wakuu wa idara au wakuu wa section na vitengo hatujibu hoja zinapoibuliwa na mkaguzi wa ndani. Madhara yake hatupati majibu yaliyosawasawa yaliyosahihi. Hayo yanapelekea kuwa na hoja nyingi ambazo tunadhani hazinati. Hivyo ni waombe wakuu wa section vitengo, mnapoletewa hoja na mkaguzi wa ndani asiwe adui mkaguzi na anaoneta au ni rafiki, kwa sababu anatusafisha. Tumeona hoja hapa za miradi, usimamizi wa miradi tunafanya vizuri, lakini kuna <tumina> changamoto ambazo lazima tufanye vizuri.

hadi mwaka elfu mbili na ishirini na tatu ishirini na nne Halmashauri ya Manispaa ya kaja ilikuwa na jumla ya hoja za ukaguzi 44 zikijumuisha hoja kumi na sita za, za miaka ya nyuma. Baada ya taarifa ya ukaguzi kwa mwaka elfu mbili na ishirini na tatu ishirini na nne kutolewa, ofisi ya ukaguzi wa hesabu mkoa wa Katavi ilipokea taarifa ya utekelezaji mnamo tarehe ishirini na tisa mwezi wa tano, tano katiwa majibu ya kuridhisha na kupendekezwa kufungwa na kusalia hoja thelathini na sita sawa na asilimia themanini na mbili ya hoja zote. <tik> Jedwali la taarifa hii limeainishwa hoja za miaka ya nyuma, zinaonyesha pale, elfu kumi na tano kumi na sita, ilikuwa hoja moja haijatekelezwa, na hoja ishirini ishirini na moja ziko mbili na zenyewe hazijatekelezwa, ishirini na mbili, bado iko hoja moja 23 ziko kumi na mbili na zenyewe bado hazijatekelezwa, ila tu 23 24 zilikuwa hoja 24 zimetekelezwa hoja nane na zikabaki 16. Kwa hiyo jumla ya hoja za kitabu kikubwa, hoja zilizosalia ziko 32. Hoja za mfuko wa pamoja kwa afya basi kifanye, ziko hoja mbili bado hazijatekelezwa. mfuko wa katika hoja mbili na zenyewe hazijatekelezwa. Mheshimiwa mwenyekiti, hoja thelathini na sita zilizosalia zinaendelea zinaendelea kutekelezwa, hivyo zimesalia kwa ajili ya ufuatiliaji kwa halmashauri. Yapo maelekezo ambayo tumeyatoa mkurugenzi, hasa kwenye eneo la ardhi, kuna maeneo ambayo tulielekeza viwanja vile vi, vitolewe hati mm, na viwe na umiliki wa halmashauri na eneo hilo ni la madini Kota. Tunaomba sana, kipindi madiwani hawapo, taratibu zote ziendelee kufanyika na yasifanyike mabadiliko yoyote kwenye lile eneo, tofauti na maelekezo tuliyowatoa sisi, waheshimiwa madiwani. Na niwe ukweli ni, ni, niwe na nimpongeze sana Mheshimiwa Waziri. Spichi ya waziri imeelekeza kabisa kwamba mambo ambayo yalishamuliwa na baraza hili hayapaswi kubadilishwa mpaka baraza lingine litakapoundwa. Kama yako kwa kushirikiana na ofisi ya RAS na kwa kushirikiana na TAMISEMI yanaweza yakafanyika. Kwa hiyo, niombe sana mwendelee kusimamia yale tuliyoelekeza kwenye eneo hilo. Lakini kwenye miradi ya maendeleo, miradi ya maendeleo ambayo pesa hatujapeleka za ndani, kuna miradi haijakamilika, nayo tunaomba mkibaki hapa, mwendelee kuikamilisha.